Akizungumza kwa majonzi, kaka wa marehemu bwana Enoki Madimilo anaeleza maandalizi na mipango ya mazishi, huku baadhi ya watoto wa marehemu wakieleza jinsi walivyoguswa na msiba wa mama yao. Kwa sasa tunajiandaa kwa utaratibu wa mazishi, tunasubiri, kuna ndugu zetu ambao wako Dar es Salaam ambao wao kwa sehemu kubwa nawasikiliza sisi. Huku ni nyumbani, hapa ni nyumbani kwa wazazi wake Beatrice, na tunategemea kufanya shughuli za mazishi mahali hapa. Tunategemea Mungu akipenda, siku ya Alhamisi tutamhifadhi mahali hapa ambapo ni nyumbani kwao. Tunapokea msiba masikitiko kwa makubwa, ka naye mpaka jana siku mpaka fariki nanaye uikuwa nafanya jitihada za kumpa masindano mati, zake alikuwa ili aweze kwa upande wake mama mzazi wa marehemu Bi Karin Matumbo anaeleza jinsi alivyoguswa na kifo cha mwanae, huku baadhi ya majirani wakitoa wasifu wa marehemu na jinsi alivyokuwa akishirikiana na majirani zake. Kwa kweli kipokea kwa huzuni sana kwa sababu nilimpenda mno, lakini inachomshukuru Mungu alikuwa amempokea Bwana Yesu kuwa Bwana bwanaesika wa maisha yake, na hapo hapo siku jana ya, alikuwa so, naondoka saa mbili na robo jioni ka tukiomba tukiomba kwa bidii sana, muda huo huo akafungua macho, akaenda akaenda kwa amani, nikajua hakika mwanangu anakwenda kwa Mungu. Amepumzika. napenda sana sana sana, ni jirani yetu na mama, akitoka huwa akitoka hata safarini kule, anakuja anatusalimia sisi wote kwa ujumla. Na pia mimi ni mmojawapo ambayo niliitwa kama jirani nikaja kumwakikisha kwa amefariki, na niliitwa na mtoto wa dada yake ambaye yeah, anaitwa Mel ambaye ni daktari Mount Meru. pia pia kwa kweli kifo so, kimetugusa sisi wote kwa sababu kwanza mama yake tunashirikiana pamoja na watoto wake, na mara ya mwisho alikuonana naye wakati wa msiba wa mheshimiwa waziri Kombani, ndio nilimwona, na baada ya hapo sijamwona tena mpaka jana kuja kupata habari ya kifo chake. Nikiripoti kutoka Olorieni, Arusha, nyumbani kwa wazazi wa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kilindi, naitwa Frank Mshana, ITV.